Na wazazi na bodi ya shule ya msingi na sekondari msingi ya Chepkutbei uh, wadi ya Melelo Narok kusini wameelezea hofu ya usalama wa wanafunzi wa kike baada ya vyoo vya wanafunzi wa kiume kuporomoka. Vyoo hivyo viliporomoka wiki jana, na hivyo wanafunzi wa vulana wakalazimika kutumia choo kimoja na wenzao wa kike. Baadhi ya wanafunzi wa kike wamesusia kutumia vyoo hivyo na badala yake kujisaidia ndani ya kichaka kilicho karibu na shule hiyo.

Right from nam mtazamaji, kuna taarifa nyingine, lakini taarifa kama hii kwa kweli ni ya kusikitisha kwamba wanafunzi uh, wa kisichana wanatumia choo kimoja na wanafunzi wa vulana kwa sababu moja kiliporomoka na kuna jitihada, ni kama tunahatarisha sana usalama wale wanafunzi wa kisichana, kwa tafadhali ni jambo la kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo, ili hawa ndugu zetu wapate choo chao kando cha kujisaidia, na pia kuhatarisha maisha kwenda kujisaidia vichakani. Na familia moja kutoka kijiji cha Usonga mpakani mwa kaunti ya Busia